Kwa saa hii mimi nafurahi, nasema kama mkulima na uhaki na ukweli. Mimi hizi ni deliveries, mnaona hizi delivery yeah. Ni mkulima yeah. Sasa vile tumeona, kama Rai achukue hii mashine, sisi wakulima tufurahie hii maneno yeah. Hatutaki sisi wakulima tuingiziwe na wanasiasa atuwapatie hapo kura, ati wanasema huyu afanye hapa huyu afanye hapa, hapana yeah. yeah. yeah. Saa kumi na mbili mimi waamuka na chembe kuenda kwa shamba kulima mm, ili niuse ni hiyo miwa watoto wangu wasomee mm. Sina maneno ya kusema ati hati oh, ODM oh, TAB hapana mm. Wakati Nzoia ilikuanga Nzoia, nilikuwa watoto wangu wanaendelea na masomo. Wakati Nzoia imeanguka, mimi watoto wamekaa nyumbani hawasomi. Kwa hivyo mimi kama mkulima na mama mjane, naungana na sirikari kupeana ama kukotesha faktori e, e, ya Nzoia kwa Rai tumekubali, eh, yeah, yeah. E, tumekubali Rai achukue Nzoia na sisi wakulima tulipwe, tumekubali yeah. Na mambo ya wanasiasa kuingilia mambo na Nzoia, sisi wote tunasema hapana. Hapana. Hapana, mimi na Rai, watu wetu mufunguke macho musitumike vibaya, kwa sababu mwekezaji huyu ni kwa manufaa yako wewe ukipeleka miwa utalipwa kwa wakati na utalipwa bei mzuri. Hata kama ni ukulima uko na matatizo atakusaidia. Imefika wakati ambapo sasa mkulima wa Bungoma, mkulima wa miwa asimame kidete. Kisa na maana, mkulima unafaa uwe na pesa. Huyu mwekezaji kitu nitawahakikishia, ya kwamba utalipwa exactly baada ya wiki moja, every Friday. Mkulima wa Nzoia, ambaye umekuwa ukipeleka miwa yako Nzoia, I can guarantee you utalipwa baada ya siku saba because we have tried, na tumeona na tunajua ni kitu gani tunawambia. Na sisi kama wakulima ambayo tunatoka sehemu ya Naitiri, tuko tayari kusimama na nyinyi kidete. Msisikize mambo ya wanasiasa. Wanasiasa hawana haja ya mkulima kabisa. Mkulima ujisimamie. Mwanasiasa gani hapa analima miwa ambaye anakuja kuongea hao wote ambao wanakimbia, wanasema maandamano, wanasema nini? wamelima miwa wapi? Sisi tunataka factory ifanye kazi tupeleke watoto wetu shule. Yeah. Wengi wetu tulisomea hiyo factory. Mm. Lakini sasa hatuwezi hata kupata shilingi moja ifanye kazi kwa shule wala kwa boma. Yeah. Mabibi zetu wameenda, mm, sababu ya kukosa pesa. Tumelima miwa na hakuna chochote chenye tumepata huko huko factory. Tunamkaribisha Rai kwa mikono yote mbili. Yeah. Akae kwa hiyo kiti bila wasiwasi akijua kwamba wakulima wako nyuma yake kabisa. Yeah. Yeah.